Ubaoni hapa tuna swali jingine, hili ni swali la maumbo ya kutafuta, lakini aina ya umbo hili ni ya 40. Tunajua kabisa jumla ya nyuzi za mstari mnyoofu ni 180. Kwa hiyo, chochote ulichopewa, vyote ulivyopewa tukivijumlisha 180. Kwa hiyo tukijumlisha A onyesha na 40 ikupe 180 ambayo ni jumla ya nyuzi si za mstari mnyoofu. Basi tukiweka hivyo hapa eh, e, itabidi tu hiyo arobaini huku imejumlishwa, kwa hiyo tuipeleke upande wa pili ili tu tuweze kupata thamani ya hei, na kwa sababu huku ilikuwa imejumlishwa, ikija huku ina inakuwa ni inatolewa, kwa hiyo mia moja themanini kutoa arobaini na kupata mia moja mia moja na arobaini kwa hiyo tayari kwa kupata jibu a ni jamija kaii. Kwa hiyo maumbo kama haya umsaidi nyeofu kumpa kama jumla ya jibu zake amaja kamalini. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba utaweza kuelewa vizuri, na hapa ndio mwisho wa